Jina langu ni Stenslaus Beatus Choaj, ni katibu tawala msaidizi wa huduma za uchumi na uzalishaji mkoa wa Singida. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Omar Dendego alitisha kikao tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili ishirini ishirini na tano kwa lengo la kukutana na makampuni matatu ya ununuzi wa tumbaku. Makampuni hayo ni Magefa Biexen pamoja na Famous Rock ambayo yanadaiwa malipo ya tumbaku ambayo wamechukua kutoka kwa wakulima kwenye msimu huu wa 2024/2025 msimu wa ununuzi wa tumbaku ulianza mwezi mei 2025 mpaka mwezi agosti 2025 lakini makampuni haya e, tangia wakati ule yalipochukua tumbaku za wakulima hayajakamilisha malipo na kumekuwa na jitihada kadhaa ambazo zilimefanyika jitihada hizo zimehusisha ofisi ya mkuu wa wilaya Manyoni, lakini pia ofisi hii ya mkuu wa mkoa, lakini pia ushirika kwa maana ya Seamku, chama kikuu cha ushirika ambacho ndicho ambacho kina maeneo ya AMCOS zinazoshiriki kwenye kilimo cha tumbaku kwenye halmashauri ya wilaya ya Itigi. E, sasa kutokana na kikao kile ambacho Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikiitisha na ambacho kimsingi aliwaita wakurugenzi wa zile kampuni tatu ili waje waeleze na kimsingi walete malipo yale ya wakulima ambayo yana, wanadaiwa ambayo yanafikia jumla ya dola laki nane na nne mia nane kumi na moja nukta sifuri tatu dola za Kimarekani. Hayo ndio madai ya jumla ambayo makampuni hayo matatu yanadaiwa. Lakini kwa kampuni moja moja, kampuni ya Magefa inadaiwa dola laki nne na sitini na tano mia mbili kumi na moja nukta moja tisa. Kampuni ya Biexen inadaiwa dola laki mbili tisina saba mia mbili na tano nukta moja nane na hii kampuni ya Famous Rock yenyewe inadaiwa dola za Marekani 42,344.66. Kwa bahati mbaya sana, wamiliki wale wa hizo kampuni wenyewe e, wakurugenzi hawakufika, wakawaleta hapa e, wawakilishi wao na kwa bahati mbaya zaidi kampuni moja ile ya Famous Rock haikufika kabisa, hata haikuwa na mwakilishi. Lakini wale wawakilishi walio walio waliotumwa walivyofika na kuulizwa ni lini sasa makampuni hayo yatakamilisha yata malipo ya wakulima, hawakuwa na majibu. Na kwenye wito ambao mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwapelekea, aliwaambia lazima wafike wakurugenzi wenyewe, lakini wale ambao kama hawatafika wale watakaofika wawe na majibu ikiwa ni pamoja na malipo ya wakulima. Wakurugenzi wa makampuni haya, mkurugenzi wa Famous Rock yeye yuko nje ya nchi, yuko ni Mzimbabwe, yuko Zimbabwe tuliambiwa, lakini mkurugenzi wa Magefa yuko ndani ya nchi na mkurugenzi wa Biexen yuko ndani ya nchi na taarifa hizi wanazo, lakini hawajafika kwenye kuitikia wito wa mheshimiwa mkuu wa mkoa kama alivyowaita na hatua hii ilichukuliwa kwa sababu kwanza, ni muda mrefu tangu wakulima wauze tumbaku zao hawajalipwa, wa na kwa sababu hiyo kumekuwa na e, malalamiko mengi ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Manyoni wameyapokea siku za hivi karibuni. E, wiki hii ilikuwa siku ya Jumanne, kulikuwa na timu ya kutoka halmashauri ya wilaya ya Itigi ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri, walifika kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa lengo la kumwomba asaidie kufanya ufuatiliaji wa karibu ili wakulima waweze kupata malipo yao na walisema kabisa, ile timu ya mheshimiwa mwenyekiti, walisema kwamba wakulima wamechoka kusikia hizo porojo ambazo wanapewa na makampuni hayo kwa muda mrefu sasa, zaidi ya miezi minne tangia mwezi wa nane. Baada ya majadiliano sasa, na kwa sababu hawakuwa na majibu yoyote ya lini hizo fedha zitalipwa, lakini kwa kuzingatia umuhimu wa wakulima kwamba wamevumilia kwa muda mrefu, mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi wakakubaliana kwamba wale wawakilishi wa zile kampuni mbili waliokuwa wamefika mwakilishi wa kampuni ya Magefa na mwakilishi wa kampuni ya Biexen washikiliwe hadi hapo wakurugenzi wa kampuni hizo watakapofika Singida kukutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe wakiwa na malipo hayo ya wakulima ambayo wanadaiwa. Lakini baada ya kikao cha juzi, mheshimiwa mkuu wa mkoa akatoa nafasi tena ya hao wamiliki wakurugenzi wa hizo wa wa kampuni tatu kufika kwenye kikao cha kamati ya ulinzi tarehe kumi na nane mwezi wa kumi na mbili saa tatu asubuhi. Kwa hiyo tukafanya jitihada, tuliongea, tuliwapigia simu hao wa wakurugenzi, lakini tuliongea na mkurugenzi mkuu wa bodi ya tumbaku ili asaidie kuwasisitiza hao wakurugenzi wa hizo kampuni tatu wafike kwenye kikao, lakini jana kwenye kikao hawakufika pia. Bado tulikuwa na hao wawakilishi wawili wa makampuni hayo ya, ya Magefa na Biexen pekee. Yule wa Famous Rock aliendelea kukaidi wito wa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tuliendelea kuwasiliana nao, wataka sasa watume malipo ya wakulima ambao wanadaiwa, lakini jitihada ambazo zilifanywa na mheshimiwa mkuu wa mkoa hazikuwa na mafanikio kwa maana ya kupata malipo hayo yanayodaiwa ya wakulima kutoka kwenye hayo makampuni matatu. Kikao cha kamati ya ulinzi ya mkoa kiliamua kiendelee kuwashikilia au wawakilishi wale makampuni mawili ambao walifika tangia juzi, kwa lengo la kusisitiza wafanye, hayo makampuni matatu yafanye ya malipo ya wakulima ambayo yanadaiwa kwa muda mrefu, na ambao, kwa sasa, mnafahamu wote, wakulima wanaingia kwenye shughuli za kilimo lakini hawana fedha za kutumia huko kwenye shughuli hizo za kilimo, hususan kwenye kilimo cha tumbaku. Maanake ni kwamba kwa msimu huu ambao tunaanza na mvua zimeshaanza kunyesha, wakulima watashindwa kulima wa kuingia shambani, kwa sababu e, ili kulima tumbaku unahitaji mtaji, lakini pia wanahitaji fedha kwa sababu ya matumizi mengi tu. Sasa hivi tunaingia mwezi Januari, wanahitaji kupeleka watoto shule, wanategemea fedha hizo hizo hizo na kadhalika na kadhalika. E, lengo la mkoa ndi hilo e, kusisitiza tu fedha za wakulima zilipwe. Wakizilipa hakuna shida yoyote e, hao walioshikiliwa wataachiwa. Unatoa wito gani kwa makampuni mengine ambayo yanafanya udanganyifu wa aina hii? Wito wangu kwa makampuni haya yanayonunua mazao ya wakulima ni kuonyesha uaminifu Pasababu kwa sababu kwa mujibu wa mkataba wa ununuzi wa tumbaku ambao makampuni haya wamesaini kati yao na vyama vya ushirika vile vinavyouza tumbaku makubaliano ya ununuzi kati ya makampuni haya na wakulima wetu ni kwamba makampuni ya ununuzi yakichukua tumbaku, yakikubali kununua hizo tumbaku ndani ya siku kumi na nne fedha za wakulima ziwe zimelipwa. Lakini ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkahesabu kwamba siku ngapi zimepita kutoka mwezi wa nane ambapo ndo tumemaliza kuu, kuuza tumbaku mpaka leo ni zaidi ya miezi minne. Kwa hiyo hii kusema kwamba kuna uh, sehemu nyingine soko ili sisi eh, kama mkoa wala uh, kama sababu ya msingi haya makampuni yanayokuja kwa wakulima na kununua mazao ya wakulima basi yazingatie makubaliano ambayo yanawekwa. Ni, ni muhimu sana wakulima wetu wakapata fedha zao mapema. Hii itasaidia sio tu kuondoa kero kwa wakulima, lakini itawasaidia wakulima kupata hizo fedha na kuendelea na shughuli zao za kawaida, kama ni kununua pembejeo waweze kununua pembejeo, lakini kama kufanya shughuli za kujiletea maendeleo ziweze kufanyika hizo shughuli za kuleta maendeleo na tulivyouliza sasa, kwa nini mmefanya hivyo msimu huu, wao wanasema kwamba e, wanunuzi makampuni ambayo wao wanawauzia hawajanunua hiyo tumbaku yao ambayo wameikusanya kutoka kwa wananchi. Na kwa nini hawajanunua? Wanasema kwamba e, kuna uzalishaji mkubwa kwenye nchi ya Brazil na nchi nyingine ambako sasa kwa sababu kule uzalishaji ni mkubwa, hata bei wanayonunulia ni ndogo. Kwa hiyo wanasema wananunua kwanza kule, alafu huku watakuja baada ya ku- ya kununua kule, yaani kwamba e, kwa sababu huku wanaona bei imekuwa kubwa, sijui kwa sababu gani, lakini wanasema kwa kimsingi kuna uzalishaji mkubwa kwenye nchi ya Brazil na nyinginezo, ambao sasa kwa sababu uzalishaji wao ni mkubwa bei ni ndogo. Kwa hiyo wanasema wamekimbilia huko ambako bei ni ndogo, alafu huko atakuja kununua baadaye. Lakini makubaliano ya ununuzi hayasemi kwamba e, kukitokea changamoto ya namna hiyo, basi wakulima wetu wasubiri kwa kipindi chote hicho. Hapana, plan a b c mpaka Z ni hela za wakulima zilipwe, hakuna cha plan a, Z, plan a, mpaka Z ya mkoa actually, e, e, ndio msimamo wa serikali ya mkoa ni kwamba wakulima lazima